Bwana, safi tu, nashukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, fresh lakini fresh tu, yani fresh sana Bane. Jana tumemwona kwa mara ya kwanza e, toka msimu umeanza, ameanza naye kwenye kikosi cha kwanza. Kocha ameona nini kwa Chama? Maana ni mda mrefu sasa hivi e, Chama amekuwa aanze kwenye kikosi cha kwanza, akianza ni dakika sabini hadi themanini. Je, kocha unataka kuniambia e, Amdi ameona nini kwa, kwa, kwa Chama mpaka kumpa nafasi ya kwanza ndani ya kikosi cha kwanza jana? Ah, unajua kwanza cha kwanza ea, ni mheshimu uwezo wa kila mchezaji Yanga kafika, ndio sawa. mm. kila mchezaji pale lazima ni mheshimu, ana uwezo kiasi gani talent kiasi gani. Na pili lazima tuheshimu maamuzi ya kocha mm. sawa. Na tatu game plan, plani nategemea game hii unakwendaje, sijui naelea vizuri, game hii unacheza na nani? Ndiyo. nini kifanyike Sijui naelewa vizuri maana mm. yake hapo ndo mm. cha kwanza naweza katoa kongole. Sasa tukija tukizungumzia kaanza Chama mm. Azizi kabaki si ndio? mm. uh-huh. Sasa mimi nasema jambo moja, unajua wale wachezaji wale wachezaji wana kitu kimoja, wako tofauti. Sijui naelewa vizuri mm. mimi naweza nikasema wachezaji ni wako tofauti ambao uki, ukiangalia uwezo wa Pakome, mm. ukiangalia uwezo wa Pakome sawa, eh ukiangalia uwezo wa Aziziki mm. ukiangalia uwezo wa Chama sijui nao vizuri ni watu watatu tofauti, uchezaji wao Ndiyo. anachokupa Pakome mm. Chama akupi. Ndiyo. anachokupa Aziziki mm. umeelewa, Chama akupi, anachokupa Chama Pakome akupi. anachokupa Chama Aziziki sijui naelewa vizuri? Ndiyo. Sasa inategemea game plan mwalimu kaona nini, umeelewa. Lakini hilo limekuja kuonekana Ndiyo. mchezo wa jana kwanza kwa Pakome na, na Chama Ndiyo. tumiona ni nini kilichofanyika mpaka kakaa benchi Aziziki na tumiona kipindi cha pili alivyoingia Aziziki nini tumikiona ikiwa watu ambayo kama kweli tunajua mpira na tunaangalia mpira. Ndio. Sijui unaelewa vizuri? Ndio. Wachezaji wetu wamejituma sana jana. Ndio. Wachezaji wetu wamecheza mpira wenye speed kipindi cha kwanza. Wachezaji wetu wametumia nguvu nyingi na energy. Hmm. Ni kweli wametuheshimisha na kweli walienda kupambana kweli kwa quality ya juu. Ndio. Sijui unaelewa vizuri? Ndio. Lakini kipindi cha pili baadhi ya wachezaji kwa sababu energy waliotumia kipindi cha kwanza hmm, ni kubwa. Sijui unaelewa vizuri? Ndiyo. Lakini waliingia wachezaji wawili. Okay lakini hawa wawili kusema ukweli, jana, sijui naelewa vizuri? Yeah. Hawakutoa kile ambacho mwalimu alitarajia kwamba watakuja kufanyaje watakuja kuboost. Yeah. pa, timu pale palipo drop kidogo, hawa wawili waje wa boost nini, wa boost timu. Hilo ni kitu ambacho nakiona kabisa kilikuwepo hakuna. Mm. Ukienda uangalia, kiufanisi, kabisa ule mchezo. Yeah. Baada ya kutoka dube, dube jana alikuwa kwenye fomu hali ya juu sana. Dube alikuwa anacheza kama midfield. Dube anacheza kama winga, Dube anacheza kama forward kati, Dube anacheza anakuja kukabia juu. Umeelewa vizuri? Ina maana unakuta mudasiri an, anapiga run. unakuta dube naye anapiga run. Alafu unakuja maxi nzingeru na umuona kabisa afu unakuja duka ya Buya yupo kwenye ubora wake, sijui naelewi vizuri yeah. Pale Pakome naye yupo kwenye ubora wake, na Chama naye alikopo kwenye ubora wake, na ndio maana ukukuta kipindi cha kwanza mashambulizi mengi tulipeleka sana kwa upande wale wa lambalamba mm. nusura, nusura. Mwenyezi Mungu kaanusuru, ndio hiyo imekosekana kupigwa tano, tano Mere, kuzuezu, tu jana. Kipindi cha kwanza wale unaona bwana, wale ndio walioenda sisi kututulia ugumu. Lakini kwa Azam ilikuwa anachapika. Sasa tunarudi katika pointi ambayo chama haliona nini. Mimi nataka kukwambia jambo moja chama anaituliza sana timu Ndio. chama anatuliza timu Ndio. hilo bila ubishi na ndio maana hapa nakwambia nimekutolea tofauti ya wa wachezaji hawa kwamba kila mmoja ana cha kwake tofauti lakini alichokwepo nacho chama kikubwa blonde, ambao yani anaweza kutuliza timu anatuliza timu wakati nashambuliwa wakati nashambulia yani ikiwa kwenye heka heka ikiwa kushambuliwa kushambuliwa umeelewa vizuri na ikiwa mkishambulia maana yake mm. hamui kupu, watu wenye papara mno, yani mpira ukifika kwake yeye sijui na vizuri mm. anajua nini akifanye mm. mm. kwa usahihi mno, ndio sijui na vizuri ndio maana yake tuliona, lakini timu ilipo haya, baada kuingia Aziziki hilo hilo hilo alifichiki kabisa. Unajua, wakati mwingine tusipende sana, wakati mwingine tuongee ukweli ndio. Umeelewa sasa. Inawezekana Aziziki baada kwa kuwa katoka wapi, majeruhi nafuki, muangalia kama kanenepa nenepa Ha, hao ndio shemeji ade, yani, e, dada yetu, kidogo, ana, dada yetu. Eh, amezidisha. Kidogo sasa kazidisha kwa sababu lazima tuseme ukweli kazidisha, dada kazidisha. Kazidisha. Azizi ukimwangalia, mm. kanenepa, unaona bwana kabisa yani, ukiangalia kanenepa kabisa. Duh. Sasa hiki kitu hiki sasa, sasa, raha. Na, raha lakini u, kidogo sasa sisi wanayanga tunataka furaha Umeelewa vizuri sisi wana yanga tunataka furaha. Sasa sasa, ikiwa kusema kwamba wewe raha uko ana yanga uko, utupigie kazi. Sijui na vizuri. Sisi tumekuleta tupigie kazi, tumekupa na dada, kini utufanyie nini? Kaji. kazi so zinguke. Sasa inawezekana tatizo lake la okay, mgongo unaona bana, leo kapata injury ile kidogo, unaona bana mm, ndo hayuko fiti, umeelewa? Eh, karuhusu mwili na hisi sasa. Api, apige mazoezi ya ukweli ukwela, yani ya ukweli ukweli, sasa hivi kwa sababu inawezekana, mimi kwa habari nilizopata kwamba alikuwa majeruhi kipindi gani kwa majeruhi, ndio. Umeelewa? Eh, inawezekana hayuko fiti hiyo. Alafu ukija upande mwingine naye, hata ukiangalia mzinze jana, kama kuna homa fulani ilimuingia, akwa kwenye bora ule unaojua wewe, kwenye kwalite ule wale wa mzinze yule, tunaojua sisi, unajua wachezaji wetu, maana kuambia wamepambana mm -hmm. sana Umeelewa vizuri? Lakini mzee kama walimloga sana walimtia ubaridi. Ndio. Eh, yani Azam kama walimtia sana ubaridi. Mimi ninahisi iko kitu. Mm. Yani yani walimtia sana ubaridi. Yani kuna wakati alikuwa ana, anakuja kuchangamka, mm. Alafu anatoka. Unamwona Diara kila wakati anajinamia namna yani kichwa. Umeelewa? Hmm. Yani jana pale kwa panatawala sana uchawi mkubwa sana pale. Umeelewa? Yeah. Madunduka baada kumaliza ngoma yao ile, mm. wakahamia Chamanzi, wakaenda pale usiku mm. kwenye saa saba. Wameenda saa yani, wameingia mule saa sita mpaka kwenye saa saba. Umeelewa vizuri? Eh, yeah. Madunduka saa nane pale, mm. ndo wametoka pale madunduka pale. Umeelewa eh? yeah, wow, si unajua wow. Azam na wale baba mmoja, ndugu mmoja Ndiyo. Eh Azam na na, na, na Simba ndugu mmoja, baba mmoja, wanapeana tu. Yaani wao wanapeana hawana shida. Yeah. Umeelewa vizuri? Ehe. Mm. Kwa maana hiyo ugumu ule wote tuliouona. Sasa ukiniambia kwamba chama chama, mimi nasema mimi siwezi kumvunja heshima chama kwenye mpira Chama siwezi hata siku moja, umeelewa? Lakini lakini, lakini wanazungumza kwamba kwenye kutafuta matokeo eh, kweli ukimwanzisha chama lazima kidogo matokeo mwezi ukapata yale ambayo mnakuwa mnatarajia, kwa sababu chama ni mmoja kati ya wachezaji ambao kidogo huwo wanatuliza kweli mpira na hawafanyi maamuzi ya haraka pale ambapo mnahitaji kufanya maamuzi ya haraka. Je, hilo kwako unazungumziaje kutokana na, na, na yale magoli ya, yaliyopatikana jana ni mawili nayaya Jee, unu, yalikuwa yanastahili? Maana chama ameanza na na mmepata magoli mawili, je, unaona kwamba, je yale magoli kama wangeanza wale ambao tunajua ambao wenye maamuzi ya haraka, je tungekuwa tunahesabu magoli mangapi? Sasa asa ukiniambia hivyo mm. kwani hao wana nani? swali ingia, mbona wamekosa amekosa? ukiniuliza swali hilo ndugu mwandishi mm. mimi na mimi nitarudi kwako, nitarudi na au nitarudi nao wanayesema, umeelewa mm. angekuwepo, wangeanza wao wengine ambao walioingia kipindi cha pili mm. sindio? Maana mm. yake magoli angekuwa mengi zaidi, sio vizuri, kwani pale alikuwa anacheza na si gori kipa ndo Waazam, mishuti yote zilikuwa namfikia yeye, ndio sasa mm. ilikuwa anazuia mabeki Chama kapiga mbili, umeelewa? mm. huyu Dube ya kwanza tu imeenda gonga nguzo ikarudi, umeelewa? mm. Max Nzingeli mm. yeye naye yeye. alikuwepo mm. umeelewa vizuri, gori kipa kacheza sio vizuri huyu na, na, na, nani huyu Mzanzibari huyu. So na yeye sikakosa pale, umeelewa vizuri. Kwa maana sasa, yani, usiende kusema yeye angekuwepo fulani. Unajua katika mpira usiseme angekuwepo fulani, umeelewa? Eh, tumifungwa akiwepo chama. Hayupo mechi ya kwanza, kwani wametufunga ile? Chama alianza sasa, na na imani hata ya tabora ya kwanza na isi, kitu kama hiko tunafungwa tatu. Yeah, ukiona yani, mtu anaegemea sana katika vitendo vitendo hivo, basi ujue huyo mpira uwezi na hajui auchwa kuwepo. Lakini nafasi sisi tulipata kuliko hao Mamelodi. Lakini nafasi kwetu sisi, maana yangu kuto kuwepo kwa mchezaji fulani, ndio ni kuongeza kwa kikosi mm. na kuwepo kwa kikosi sijui, unaelewa vizuri mm, lakini mm, haileti kukupa wewe asilimia mia, mia kwamba hawa wangekuwepo tungepata tu ushindi mm. Na ndio maana nikakurudisha hivi mm, mechi na Mamelodi umeelewa? Mm, nikakurudisha mechi na Mamelodi hapa, alianza nani? Sikude? Ndiyo. Na Mkude kabisa, sana sana kwenye kikosi cha kwanza mm, si ndio? Akazima hapa hajapata, eh, yani, katika mchezaji ambayo alikuwa hajapata kadi na acheza faulu nyingi yeye, yeah, yeah. Alikopoe Mkude. Yeah. Yeah. Kina Wende wale anawazuia tu pale katikati. Sio pale katikati alizima nani Mkude katikati kati. Yep. Sijui naona vizuri. Na nafasi tulipata sisi za uwazi kuliko Mamelodi, kaiangalia vizuri ile mechi. Ndio tunafahamu hicho. Fuadi, wetu sisi mzinze yeye na golkipa sijui Musonda alifanyaje? Alikosekana. Ile iko hivi, hakuna timu yani wanaetaka wachezaji wake wawe majeruhi. Kila timu inahitaji wachezaji wake wote wawe nini, wawe kufiti. Wa, umeelewa vizuri mm, ili mwalimu awe na chaguo sahihi mm, na mpango mkakati kuiendea mm, mechi. lakini haimaanishi kwamba angekuwepo huyu ndo tungeshinda nyingi, haimaanishi kwa kuanza huyu ndo maana tum, ndo tumeshinda kidogo, kwa sababu kwanza Foba jana kacheza mechi, yani kacheza mipira mingi sana Umeelewa vizuri hmm. Sasa haya, kama goalkeeper angekuwa mtumba yule au, ah, wale wengine kipindi cha pili ukikuta wale kina chama wamepiga wamepiga tano kipindi cha kwanza, ndio ndio maana nikakwambiaje? mm. timu na ionaje, alipoondoka chama na alipotoka dube, niambie wale, sio ndio walipoamka? hmm. Sasa hapa ukitaka kupima, je, nani aliyotoa kitu cha bora, waliotoka na alioingia, aliyotoa bora zaidi nani? <laughs> lazima utapata chama dube hmm. jana alikopo kwenye fiti afa akijichenga hivi Pakome nai Chama na kati Pakome anaenda kumfuata Dube huko umeenda vizuri? Yeah. Akija huku Dube akienda huku Chama anakuja hapa, hapa, nini, pembeni Mudasi anasogea kwenye namba kumi au namba tisa hapa Duka Abuya anapanda kidogo. Afu Boka anakuja kwenye namba sita palipotoka duka Abuya, mm. Si vizuri? Yeah. maana yangu ninachotaka kukuambia kitu gani kit kit kit Yaani, Chama jana mm. mimi ninakwambia mm. Chama jana Kaonyesha ubora mkubwa sana na utulivu wa mechi, kwa sababu kuondoka kwa Pakome akabaki yeye peke yake, mwenye kinakuja kipindi cha pili, dakika 60 sijui, ile itaz o k kipindi cha pili wako nyuma alivyoondoka wale wawili Azam akafanyaje, wakaanza kupanda kwa sababu gani? Azam alikuwa afunguki kwa sababu gani Azam alikuwa waingizi winga, umeelewa vizuri, zenye kukimbia kwa sababu aliokuwepo huku duba na mwendo, aliokuwepo chama na jicho, ndio maana yake wakutaka kufunguka sana, kwa sababu hawa wawili wana moto, umeelewa? Watali maana yake nachotaka kuwaambia watu, chama tumpe heshima yake Chama tumpe heshima yake. Hayo ndiyo maneno ya mzee wa Kilinge. Hii ni Nyavuni TV, tukutane tena wakati mwingine. Asante sana.